Maua yako Peter Msechu, naomba uyapokee. Umekuwa ni mteja wetu wa bilifu e. Wow. Wow. Na, wow, na, na familia yake. Wow. Yeah. Ah, jamani <laughs> familia ya mdau wetu Peter Msechu na mke wako na watoto maua yenu hayo <laughs> hapo kutoka kwa dada Jacqueline <laughs> yeah, na yeye yeah, kweli alikusifia Yeah, actually aliniambia nimwandalie dada mwingine ni hey. da ni okay. Hey. Okay, sawa basi, hamna neno, tutaongea naye maana aliniambia kweli unaondoka, inabidi nimpe dada mwingine, kwa hiyo nitaongea naye. sikujua kama ndio tayari ulikuwa ushabeba mabegi, nitaongea naye, lakini pia bosi Paris, ambaye ni bosi wako, kwa kweli Mungu ambariki sana. Amekuwa mm. Yaani ni mtu ambaye anatupa feedback nzuri sana kuhusu wewe. Kwa hiyo ya yeah. Namshukuru pia. Na najua na, na mmeishi vizuri. Mizuri. Mm. Paka kufikia tamati unajua mm. Kabisa tumevumiliana. Mm. Yeah. Mmevumiliana. Na yeye kakuvumilia maana mshukuru... unachangamka. Na ya kwako. Tunaelezana. Mhm. Mm mhm. Mm na kama ulivyosema semina zile zinawasaidia mm -hmm. kujua namna ya kupambana na vichangamoto vya hapa mm -hmm. na pale basi unatoboa tu mm -hmm. eh hey, mwaka unakuwa kama yani kufumba na kufumbua mwaka umeisha, yeah. Haya jamani, kila laheri. Mungu awabariki. Karibuni tena wadada senta asante. asante, asante.